Kama umeokoka na unamwamini Mungu au unamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, siku zote sisi huwa tunaamini katika jambo lolote lile ambalo nataka kufanya kwenye ulimwengu huu, kabla haujalifanya katika ulimwengu wa damu na nyama, ni lazima ukubali kwanza kushughulika nalo katika ulimwengu wa roho na baada ya kupambana lile suala kabla halijatokea katika ulimwengu wa kimwili, ukishafanya maandalizi mazuri kwenye ulimwengu wa roho, ni lazima kila kitu kitaenda sawa. Na siku zote katika maisha ya sasa tunasema kwamba katika kitu chochote kile ambacho unakifanya kama umeshindwa kutanguliza damu ya Yesu kuwa kama chanzo cha yale yote unayoyafanya, ni lazima damu za vitu vingine zitatake action katika mambo yako. Kwa nini nasema hivi? Wachawi hawana nguvu ya kufanya kazi au kufanya kitu kingine kwenye maisha yako kama unao uwezo au umekwisha mtanguliza Kristo kwenye maisha yako. Na ndio maana Yesu ni jibu la maisha yako, ni chanzo cha mambo yote yanayostahili. Usiende mbali, kwa pamoja na sisi.